90, 90. Na katika siku za hivi majuzi gavana wa transzoia George Natembeya ameonekana kusogea nje ya mipaka ya siasa ya kaunti yake, akipokea wajumbe wa kisiasa kutoka maeneo mbalimbali na pia kuzuru kaunti zingine akitafuta uungwaji mkono. Swali kuu kwa sasa ni: Je, hii ni dalili kwamba huenda asitetee kiti chake cha ugavana mwaka 2027 na mishale yake sasa imelenga moja kwa moja ikulu? Kolinshiti ambaye anatupakulia taarifa hiyo kwa kina Tangu kuingia madarakani Natembeya amejijengea taswira ya mchezaji wa kitaifa kupitia mbinu za kisiasa zinazotafsiriwa kama jaribio la kupima upepo wa urais. na people want fresh blood, hata leo hii mbona wakina Raila wanarudi chini saizi? Because wamekuwa pale pale pale tu, Eugene amekuwa pale pale pale tu, wakina Wetangula wako hapo, wakina Musalia wako hapo wachanganuzi wanasema misimamo yake ya moja kwa moja na hamasa ya kuzungumzia mageuzi makubwa siyo hatua za kawaida za gavana, bali ni mahesabu ya mapema kuelekea mwaka 2027. Hali hii imeweka joto kwenye anga za kisiasa za Magharibi, huku wandani wake wakisoma alama za matumaini mapya na wapinzani wake wakitafsiri safari zake kama ishara ya kuwapa mwanya wa kiti cha ugavana. Umekataa Muluya atakuwa rais 2027, tufungue milango ili wamasai wakuwe rais, wapokoti wapateko waturukana wapate. Ujumbe wa jumla unaonekana ni kwamba Natembeya najaribu kujiweka si tu kama kiongozi wa kaunti moja, bali kama mchezaji mwenye ndoto za kuingia ikulu, kwani mara kwa mara kupokea wageni kutoka kaunti nyingine. Aje kwetu Vihiga, ili tumjulishe kwa wananchi wa Vihiga ambao alitutuma hapa kwamba awe kama kiongozi ambaye atasimamia na msemaji mkuu wa watu wa Vihiga. Sana wengi wamekula chumvi na wengi wameona taifa la Kenya limetoka wapi naelekea pande gani, na wanatuunga mkono kwamba ile mwelekeo ambayo jamii yetu imechukua kwa miaka mingi sio mwelekeo mwelekeo mzuri. Ejala ejala wikendi hii anapanga kutua sabati ya katika ngome ya mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, hatua inayotazamiwa kama jaribio la kupima uhalisia wa ushawishi wake ndani ya ukanda wa magharibi na ishara kwamba mchezo wake wa kisiasa unapanuka zaidi ya mipaka ya kaunti. Safari yanatembea kisiasa bado ni kitendawili. Je, atasalia Trans Nzoia au mishale yake kuelekea ikulu? Collins ya Shitiabai, runinga ya Citizen kaunti ya Trans Nzoia.